Kwa majina anaitwa Amimu ni mshabiki wa timu ya Simba. E, tumeshuhudia mara kadhaa matukio mbalimbali yakitokea. Has, hasa kupitia idabi kuailishwa, umeona bwana, haya yote ni maneno. Huyu ataongea hili, huyu ataongea hili, lakini mwisho wa siku game itachezwa ili kukamilisha mzunguruko wa timu zote 30. Bodi ya ligi imetangaza mechi hii ya Dabi ya Kariakoo itachezeshwa na waamuzi kutoka nchi za nje hususan Misri. Maoni yako ni yapi juu ya hili? Hata, hata kwa mashabiki au wachezaji itawapa morali nzuri kwamba wataamini watakuwa watakuwa, maamuzi ya watu kutoka nje, kwa sababu ukipigia waamuzi wa ndani kuna baadhi ya waamuzi wetu wa <coughs> ndani sawa bwana, wengine wanahusika wana Uyanga umo, wengine wana Usimba, kwa hiyo unapata waamuzi kutoka nje ya hapa. Kwa of course utakuwa mchezo mzuri, watu watacheza kwa kwa mantiki nzuri, kwa watashindana vizuri, kwa naamini, naamini watafanya ma, maamuzi sahihi. Kwenye kosa ataweka kosa, kwenye amna kosa wanaendelea kama kawaida. Kwa hiyo game itakuwa fair. Naitwa Hans Michael, Simba Sport Club. Mimi bwana mechi ya Simba ichezwe tu, dabi ichezwe au siku ya siku, tujue mshindi ni nani, maisha mengine yaendelea. Kuhusu swala la hao washabiki na wenzetu natoka huko njiza, nje wa mzi fresh tuwaje, kwa sababu wakija kidogo, kuna ule ubeti wajua, si wa, wa marefari wengi wa bongo hapa wanabeti. Kwa hiyo kuepusha ule beti, ubeti ule unaondolewa, kwa hiyo wataenda haki by haki. Kwa hiyo mi nasema tu fresh tu aje. Naitwa Ukwache Samuel, ni mshabiki kindakindaki wa Yanga. Mwananchi ni sahihi, maana ukiangalia asilimia tisini na tisa ya Tanzania wote aidha atakuwa Simba au Yanga. Kwa hiyo hata hata waamuzi wale na wenyewe wana DNA za nini, Usimba na Uyanga. Kwa hiyo mi naona ni sahihi waamuzi kutoka nje, maana anakuja mwamuzi ambaye ana, ana, ana DNA ile ya Usimba na Uyanga na sio sio, sio, sio, sio, sio jambo geni. Tumeona uh, dabi ya uh, Kairo kule Misri ya uh, Real na Zamalek na uamuzi kutoka nje. Kwa hiyo sio jambo geni, ni, ni improvement nahisi. Utakuwa uh, mchezo wa namna gani mchezo huu ambao utachezeshwa na waamuzi wa kigeni? Naweza nikasema ni one of fantastic matches, kwa sababu itakuwa ni match kwa sababu itakuwa ni mechi kwanza ya kihistoria ni mechi ambayo watani wanaenda kutana, wanaenda kuamua bingwa awe nani. Ningekuwa mtabiri kwenye ile ujasiriamali, naweka na draw. Ukiweka draw tayari na, na umeshajua nani bingwa.